Fatima ni nani kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Kabla tujaendelea, nataka tuweke wazi kwamba wakati ambapo kwamba tutafahamu maqamu yani wakati ambapo kwamba tutafahamu heshima na daraja ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yoyote ambaye kwamba mtume atakuwa amemtaja kwa wema baada yake, lazima tumheshimu. Mtume akisema huyu ni katika mimi, ni lazima tumheshimu. Ni sawa vile tukirudi katika maisha yetu ya kawaida, ingawaje mfano huo haiko sehemu yake, lakini ni mfano ambao kwamba akili inaweza tulia lau itakapopata mfano huo, kwamba katika serikali mathalan, kuna watu ambao kwamba huwa rais anawachagua ye mwenyewe na anasema huyu yuko katika serikali na kazi yake ni hii, na huyu yuko katika serikali mathalan, anaweza chagua waziri mkuu ya mwenyewe, anaweza chagua waziri mkuu na katiba inakubali ye kuchagua na akapatiwa mamlaka. Ni maneno tu ndio ambaye kwamba anayasema na maandishi ndio ambaye kwamba yanaandika na, na, ku, ile yani, kupat, kup, kupatana na kuja na makubaliano sasa baada ya makubaliano e, kupita yule atakuwa ni waziri mkuu, wakati ambayo kwamba ni amri tu imetoka kwa rais. Na hivyo hivyo pia tunaona katika idara mbalimbali kwamba mkubwa akisema hivi au katika lugha yetu tunasema mkubwa e, wakati ambao kwamba e, ni lafdhi tu ndio ambayo kwamba tunaweza tamka. Sasa ikiwa mtume hawa ni maraisi lakini mtume wetu ni Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wa alihi wasallam, aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Amemtuma mtume kuwa ni nuru ya ulimwengu, kuwa ni rahma ya ulimwengu, ambaye kwamba mtume sallallahu llahu alaihi wasallam yuko na haki zote za heshima, akitakaposema jambo na atakapoainisha mtu ni lazima tuheshimu yale ambayo kama mtume anayosema. Sasa atakaposema Fatima bad'atu minni, yani Fatima ni kipande changu mimi au Fatima anatokamana na mimi. Man aghdabaha, yule ambaye kwamba atakayemkasirisha. Hii ni kama inaitwa qadhiyatu shartiya. Qadhiyatu shartiya katika lugha ya Kiarabu ni maelezo au mazungumzo ambayo kwamba ndani yake kuna roho ya sharti, ndani yake kuna chembechembe chembe ya sharti. Ni sawa na useme atakaye meza dawa atapona, au eh, ni sawa na useme atakae swali atamtii Mwenyezi Mungu, atakae swali atakuwa ni mwenye kutekeleza um, amri ya Allah Subhanahu wa taala.

yuulimu haa ina, ina, ina muuma ma yuulimu ni chochote ambacho kwamba kinachomuuma yeye kinachomuumiza yeye, ina takuwa imeniumiza wayasuruni na eh, <coughs> wayasuruni naina in, ina nifurahisha mimi ma yasuru ha kitu ambacho kwamba kinachomfurahisha. Katika hadithi hii kuna nukta kadhaa ambazo kwamba tutakuwa nenye kuzitaja hizi nukta, ambazo kwamba ni nukta muhimu sana. Nukta ya kwanza ni kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yaani mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yuko katika maqam, yaani yuko katika sehemu ya kubainisha daraja ya na heshima ya Bibi Fatma Zahra, yani daraja ya Bibi Fatma Zahra kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu ni ni kama ni kama aseme huyu ni mimi. Chochote ambacho kwamba kitakachomkasirisha yeye kitakuwa kimenikasirisha mimi. Kwa hivyo, mtu atakapomkasirisha Bibi Fatma atakuwa amenikasirisha mimi. Na mtume hapa hajasema kwamba yani yani to assume kwamba mtume ajasema atakuwa amemkasirisha Mwenyezi Mungu, lakini sisi wenyewe kiakili tutasema kwamba ikiwa mtume atakuwa ni mwenye kukasirika kwa ajili ya, kuka, eh, kwa ajili ya hasira bi Fatima inamaanisha pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekasirika. Hiyo ni ya kwanza. Nukta ya pili ni kwamba hii mtume akisema kwamba eh, Fatima ni kipande changu mimi au Fatma, anatokamana na mimi, inamaanisha kwamba hiko huko kutokamana na mtume, yani hayo mahusiano hayawezi waikatika hayo, hayo mahusiano yani, anatokamana na mimi, uhusiano huo haiwezi waikatika, yani chumba, ni kitu ambacho kwamba itakuwa nenye kubaki daima tangu mtume aseme mpaka siku ya Kiyama na baadaye haiwezi waikatika. Kwa hivyo ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutaka kukata, tunasema katika lugha ya Kiswahili atakuwa anakanyaga red line ya mtume wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nukta nyingine ya kwamba hadithi ya mtume ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Mtume hatamki tu hivi hivi, hatamki kwa shahwa, anatamka ni kwa wahi moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wataala na lau angetamka na shahwa angetuambia hapa mimi nilitamka na shahwa yani shahwa maana yake nini shahwa ni ile tu mimi nimetamka kwa kutaka lakini mtume hapa ameweka kwa alikuwa yuko serious kusema maneno haya kwa hivyo akiwa yuko katika hali hiyo inamaanisha ni moja kwa moja ni wahi lazima tu heshima ya nne ni kwamba <clears throat> hakuna kubadilika kwa maneno hayo Yani hakuna kubadilika kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa aliyoyasema, wa katika sehemu yani sehemu yote ile haiwezi waibadilika hata mtu aende wapi, haiwezi waibadilika hata mtu awe na awe na akue nani, haiwezi waibadilika. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hivyo sehemu kubadilika kijiografia haiwezi waibadilisha maneno ya mtume na kubadilika ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, biolojia